Like. Na pia namba yangu iko hapo reach me through that number if uko na anything unataka kuniambia, any dream yenye umeota ama there's something that unataka kuni encourage nayo, reach me through the number that iko hapo hiyo. Usisahau um, na tuendelee like, to support ku subscribe to stand together, na pia comment zenyu ndo zenye zinanijenga daily and day in, day out mkini encourage mkini patia t na prayer zenu, wale wanazidi ku communicate na mimi through WhatsApp, kaa wasaidie. Wale wanazidi kusimama na sisi kwa hii mission pia, Mungu awasaidie, na tuendelee kusonga mbele. So, kwa haya maneno leo nimekuja hapa eh, kusema tunapatia shukrani, tunapatia Mungu shukrani kwa sababu ndiye ametulinda na leo tumekuwa tupilika pilika hapa kule hapa pale, tukiangalia vile hao hao wasichana pia wanafungua shule, na walikuwa walikuwa hapa wananiambia na, wa Diyo, nika, sasa mambo yao yatakuwa aje na venye wazazi wao wali huko, ndio nikajiuliza sasa nitafanya na namna gani, niwaambia acha tutoke jana na leo tutoka tukizunguka hapa pale hapa pale, tukiangalia tu shule shule tukiangalia so, tushule shule pia, kapesa kadogo kwa naona kwa bayia, huyu amemaliza kwa kwa yake, huyu amebaki na hii. Sababu ndio tunarudi tukapata tushule hapa pale, nasema papale, okay. Nani hizi za serikali, at least hapo najua hiyo si si ngumu sana. Kwanza tafuta njia, wanaanza njia, hata kama bado tunaendelea na mambo ya kutafuta wazazi wao, warudi wapatikane, najua mambo itakuwa sawa na pia kwa hiyo tu, si hiyo peke yake. Leo tumefurahia sana sana s sana. Watoto najua sura yao walikuwa wanakaa tu wanajifunika kwa sababu walikuwa wanajua nywele ikae vizuri, wanakaa vibaya vibaya, lakini leo niko na surprise yenu, acha muone hmm. Nasema one of us alisimama na sisi na akasema ni watoto, niende nikawatengeneze nywele hata kama wako ni ni Christmas, nywele ikae smart hata nikashangaa wako na nywele nyeusi nzuri safi huyo, hmm. Alafu na huyu, sasa yake nakaa tu kama Muhindi, ona tu mingi nakaa tu kama Muhindi kabisa na watoto smart, hata mimi nikashangaa hey. hmm. watoto smart sana hadi nikamwambia Mungu, ama ndo maana shetani anapigana na hii familia njo, unajua hii familia watu ni wa smart. Sasa ndo nikajiuliza kama wanakaa hivi na Anthony anakaa aje na mama yao akitengenezwa atakaa aje? Kama watoto tu ndo wanakaa hivi smart mwenye hmm? Hey, nikasema bana, hata alikuwa atengeneza nywele akashtuka juu vinye walikuwa nywele ilikuwa chafu nini hizo hizo iko brown brown, vinye walioshwa kila kitu hmm. Naona vinye watoto wanawaka hmm. Wanakaa tu malaika sasa, hmm. Kwa hiyo tutapatia Mungu shukurani hivi. So, jana tukizunguka hivi hivi vinye, nasema kwanza mwenye alisimamia hao nywele, nasema haki Mungu akubariki na azidi kukuongezea, na wewe ndio ulisema niende watoto wasichana wasikae tu vibaya vibaya, wakae vizuri, wakae watu pia, mtu hezi jua wasikae ni kama shida sasa imewapiga kabisa. Mimi nikasema vinye ulisema, nimewapeleka na ukawasimamia, ndio hiyo, hata wewe mwenyewe pale huko utaona, sema ni sema mambo mengi juu yako ae watu waone venye pia we ume umewalinda na pia wale bado wanazidi kusimama nao, pia nini, Mungu pia anawakumbuka. So sisi tuko hapa kusema tu, hatuna mengi, lakini pia before niendelee hiyo mambo we in so, alikuwa yat alikuwa ameniambia. Sasa mimi mama yenu na baba yenu, sasa jii, mnataka kuenda shule kwanza, si ndio? kila kitu umekufanya, wewe ni mama yetu na baba. Ninyi ngojeni mama yenyu arudi. Mama yetu na baba. Sasa na baba yenyu na mama yenyu. Wewe ni baba yetu na mama yetu. Mama yetu na baba, hata kama na mama mimi ni mm -hmm. Baba yenyu na mama mama yenyu, lakini hata kama mimi ni baba yenyu na mama mama yenyu kwa saa hii lakini mimi nataka kabisa kabisa tuna tunazidi na hii, hii mambo ya mshomi ah, ah, niteni tusona mambo ya baba kwanza nota ninyiite okay. okay. tusona no mpaka mm. baba yenu mama yenu yuko tu pale baba yenu yuko mm. mm. mimi nataka nione nyinyi mmeenda shule. Wewe. Wewe aa nipata uncle, poni, wewe. werevu. werevu sana, Jana tu jana vye tulikuwa pilika pilika hivi tukawapeleka mahali kufanya tu interview ya shule hivi, walipita vibaya sana hmm. Interview kusoma, wanasoma, kuandika, wanaandika, hakuna kitu inawashinda, yaani watoto tu. Hizi hizi tabu mbili tatu ndo zimeweka chini hmm. Nika nikasembia watoto tuombe Mungu hii hivi nyenye, tunaenda hii shule zinafunguliwa, pia hawa wasikose, mimi naweza taka tu, tuko pamoja tuweze kusimama pamoja tuone vyenye ta kama pale nimeambiwa private, not private, public ndio waingie hiyo una unalipa kuna pesa utalipa mara moja leo pesa inawasimamia mpaka wamalize nini hiyo grade 9 kuna hiyo pesa niliambiwa 10 10 alafu plus ni buy uniform hizo vitabu and everything zote watapewa huko ni hiyo tu na uniform hiyo ilikuwa kituka thirty lakini mimi nasema ile bado tunaendelea tu, tunaenda kung'ang'ana baba yao mama yao patikane ile sacrifice yenye tuliambiwa tusimame naye, si tuzidi tu kusonga nao mbele, tuzidi kusonga nao mbele, sababu yule inazidi kutuinua, yule inazidi kutusongesha mbele. Tuna cancel mambo yote ya kibrit na mapepo zake saba, ndio Mungu azidi kusimama pia na sisi. Na mimi nafurahia sana vinye tunaendelea kushikana mkono, ama nyinyi namna gani? Hata mm. nyinyi mnafurahia vinye hao watu Um, saa hii hata kama mambo ni ngumu, kuna wale wanasimama. Niona kama watoto niki yenye kitu yote yenye na inanapata, unaenda kujanga na waambia, hii imetoka kwa fulani fulani na ndio hii amesema hii tuende tukanunue hii, hii na hii. Wanafurahianga sana na wanakuweka, wanakuombea pia wewe mwenye umesimama nao. So sasa tukisimama nao vile, tunasema tuendelee kusimama tu na hii maneno, na Mungu atuguse moyo wetu, tusiku, tusikufe moyo tuendelee kusimama nao, ndio hata wazazi wao ile siku wanarudi, hata hao watafurahia, wajue kweli hey, Mungu alikuwa na hao watoto, na, na si yako na mimi peke yako. Mimi siikuwa nasimama nao mimi peke yangu, tumekuwa mimi na nyinyi, ndio tumesimama kwa hii vita, tumepigana na hizo mapepo mpaka wakati huu mmerudi, na mimi ninajua haiendi kumaliza hii wiki, tunaanza kama mama na baba watoto hawajapatikana na watoto wanataka, kama ni hiyo wiki mwingine, hata kama tutaweza vyenye tunaweza au watoto waingie shule, tuweze kutafuta hiyo, tujue vya tarehe. Hata kama ni mtu atatoa elfu moja moja, mpaka tufikishe hiyo 20, 10, 30, hao watoto waingie shule juni public. Hiyo ndo maombi yangu kwanza kubwa kwa kwahisa, hawa watoto waweze kwenda shule, waweze kupata mahali wanasoma hata mimi nilikuwa najua asubuhi breakfast lunch pale shule wanapewa, jioni ni mimi nawapea chakula. Nilikuwa najua basi, kutoka asubuhi nikishafikisha shule, mimi mbio kwa mambo kazi ya Mungu, kutafuta hapa pale hapa pale, nijue pale leo mambo haya, mama yuko ndio, pia watoto waweze kukua na bidii, waweze kuwa watoto wao wa maana kwa hii society uua, hmm? Nono, hiyo ndio kitu mimi naweza sema, sisi wote tu tuweke moyo hapo, tusonge naye jum, najua Mungu hatatuangusha. Ama na unasema namna gani mm-hmm. Mungu? Mungu hawezi kutuangu kutuangusha, ndio? Mm-hmm. Kama kindi. Mm-hmm. Hata nyinyi mnaona, angalieni mtoto, mtoto si ni mtoto hata ukisema unataka kuchukua hata ukae na ni mtoto hata atakaa na wewe vizuri. Hata hey, unataka kumwambia, "Eh, uko na mtoto smart aje." Mm? Nini? Kama mtu ajitolee, aseme yeye atasimama nao. Mm? Nitafurahi wewe simama nao. Eh, hey, tuendelee kuongana na mambo ya venye wazazi wao watarudi. Sababu i, i mission vinye tuliambiwa last na Anthony pale, hii mission inaenda kufika, haitakuwa rahisi nayo ijakuwa rahisi. Imekuwa vita after vita, vita after vita, watoto hmm. Ndio hao kama last mama watoto alitoka kwa nyumba wameenda mpaka huko mpaka, an hata staki yani kukaa mbali, niko tu hapo tu hivi, kwa sababu tena wanaweza amua tena watoke wende tena warudi kutafuta tena wao wenyewe mama yao hmm kwa sababu wanasema sisi wenyewe sisi ni kama sasa tumewaachilia, hatutaki hmm, kuwasaidia. Na mimi naambia hapana, hatuwezi Atu, wawachilia. Tunajua hii vita si rahisi, lakini hatutawaachilia kama kwanza. Huyu, najua, he, he, binyi, ninyaki, na, inakibia ni kama mtu mkubwa ananikalisha chini ananiambia maneno, namwangalia, namuuliza uko na miaka ngapi? Hadi mimi nashangaa, kwa sababu ananiambia kama shoni kama Mungu ametuambia tufanye hivi, mbona hatufanyi? Kama Mungu anasema watu wasimame na sisi watu wasimame, hmm, ama sisi wenyewe tujitolee, sisi tuende tuachane na watu, sisi tusimame i tuea tu year, tunasema tunasema ni mwaka wa baraka <pause> no? Yeah. Nataka kupata sisi hapa mpaka nyinyi mweze kuzipata, ndo maana tuko hapa pamoja tunasema hizi baraka. Nataka kila mmoja wetu wa tu, tuko hmm, so, tu hivyo hivyo nopata, so tuweze ku- kunini kuona venye tutasimama na Mungu na hii mission ya hao, ndio hata sisi Mungu aweze kutuwezesha hmm, kwa maisha yetu, sababu sisi wote tutapitia shida mingi, tutapitia mambo magumu, lakini hmm, tunajua Mungu ataweza kufanya jambo, ama unasema namna

Yaani hao wakuwe ni watu wa maana kwa hii hii society, wale watu wamewacheka, zile vitu wamepigwa, sijui nini, wamelala chini kwa floor mpaka, hmm? wakati huu Mungu amefungua njia, vitu zao zinamkuja tu moja kwa moja, vinyi zinafunguliwa hivyo. Ndio hata hiyo njia yenye ya shule, mimi ninaomba pia hiyo ifunguli, ifunguli, mweze kurudi wapi, mweze kurudi wapi si ndio? Hmm. Kwa sababu nyinyi ni werevu, nyinyi ni wao hmm. Mimi hata sijashangaa nyinyi mnaweza soma hivyo, najua mimi. Nakuangalia hapa nyinyi pale, naona yule anachukua Biblia kumbe anajua kusoma hata wewe hmm? Tuko nao pale, wanasoma tu wanasoma Biblia, wanaomba hadi mimi nashangaa. Mimi nilikuwa nadhani tu ni ile mza, kumbe hata tu ni werevu werevu kidukia wana hmm? Tutakosema unasimama nao hata wewe utasema ah, kweli hapa siku west hapa siku haribu yangu hapa, hmm? Sijaribu, kwa sababu pia wewe utapata watoto wenye smeshan, watoto wako sawa, kila mtihani wanapita, watoto wako active hmm? Napata so hizi tuone vile tumaeza fanaatuan tuweze na mambo isonge mbele, sababu kwa hii dunia wanasemanga palipo wawili watatu, yote yawezekana ozetu. So, kwa wawili watatu yote yawezekana, ya yote yawezekana, yanawezekana yanawezekana ati uh, awatotota <laughs> Kiswahili ni ngumuziatatooli yani mimi ndonawangeleshan Kiswahili hmm? Lakini nikisema everything is possible non Kizungu wanajua haraka, but nikisema na Kiswahili yote yana awa, yaani watoto wamelelewa ah, na, na Kizungu hadi nini zenyewe anaongea Kizungu, anashangaa e! kwani ni nyinyi? Yaani Kizungu wanajua Kizungu hata kushinda Kiswahili sababu so, ile maisha Mungu alikuwa anataka ameweka naye, so sisi tuone vile tutasonga mbele, tuweze kumaliza kazi ya Shetani kwa hii familia, hao shetani asiweze, hiyo vita anajaribu kutupiga yote tuipinge, tuika tuikemee katika jina la Yesu. Sindio? Mm. Mm. Mm. Na wale, mimi nafurahi sana kwanza, wale watu wana kila siku shana shika hii niulia watoto mazi kwanza mwenye kwanza kwanza, mimi amenishangaa, yaani yeye amekuwa tu akiona vinya watoto wanafunga nywele wanaoto hizi nini hivi? Mm. Kumbe alikuwa ameona ni aibu. Ndio, hata mimi nilikuwa nauliza mbona mtoto wangu ati tu saa, kumbe huyo kwa mtu aliona alikuwa amejua watoto ni aibu, wanapitia wanaona watoto wengine manywele ziko sawa zao ni mbaya. Kama leo wame yani wanatembea tu hivi hmm? hivi tu wameachilia hmm? na nywele zao ni ndefu hmm? wako na furaha leo hata hmm? kama na zengine wananduzanga maswali ngumu nashindwa kujibu, lakini najua yote Mungu atajibu, si ndio? Hmm. si tuendelee kuweka moyo kwa kwa Mungu, tunasema ni asante kwa siku ya leo, sababu wewe ndio mweza umetufikisha mahali hii. Wewe ndio unazidi kutuongoza kutulinda na kutupatia nguvu ya kupigana na ibilisi shetani. Wewe ndio umetufungulia njia zetu, wewe ndio unafunga zile njia zote shetani yana, anajaribu kufungua pande yetu na zile shetani anafunga, wewe unazifungua. Mungu Baba, alisema hii ni mwaka wa furaha, hii ni mwaka wa rejesho, hii ni mwaka wa baraka. Mungu, ninaomba hizo baraka hizo urejesho na mwaka wa furaha ninaomba zote ziweze kushuka kwa Fania na ziweze kushuka kwa kila mmoja wetu mwenye amezidi kukua na sisi, mwenye nasimama na sisi Kanesh. Mungu, ninaomba ulisema yale makaburi yote yame yamezikwa kwa sababu ya, ya, ya vitu zetu wamezizika huko chini tusiweze kuzitoa. Wakati huu Mungu, ninaamrisha malaika wako waende wazifunue wazifufue hizo makaburi ile vitu zetu wamezika kwa makaburi, tunaomba wakati huu uende uzifufue zizirejeshee. Maibilisi zenye wamejaribu kutufunga nazo wamezifungia huko, zote tunazikemea zile zetu, tunaziamrisha zirudi, zile walikuwa wamefunga, tunaamrisha uzifungue Mungu. Ninaombea kila mmoja wetu hii mwaka, kutoka leo tarehe tatu Januari 2026 mpaka mwisho wa hii mwaka Disemba 2026 tukiingia mwaka ujao. Mungu wafungulie njia, wafungulie kila jambo yao. Wale wagonjwa Mungu waponye. Wale wanahitaji mshikazi, wanahitaji kazi, Mungu afungulie kazi. Wale wanataka kuongezewa mshahara, wafungulie, waongezee, wapate kuongezewa mshahara. Wale wanaomba waweze kujenga, Mungu naomba wajenge. Wale wanaomba waweze kupata magari, Mungu naomba waweze kupata magari. Wale wanaomba waweze kuongezewa contract, Mungu ninaomba contract yao iongezewe. Wale Mungu wanaomba weze kupanua biashara zao wakati huu Mungu ya panoni sababu wewe ndio uliweka na wewe ndio ulisema anayekuomba hautamnyima. Mungu, ningeomba wakati huu kuwa na kila mmoja wetu wakati huu, hata hii familia ya Mungu vinyo, nimekuwa naye Mungu. wewe umeona vinyo, mimi nimejitolea juu chini, na kaa na hao watoto na walinda usiku na mchana. Nimefanya kazi kama afisa wako na kama afisa pia hapa duniani. Mungu ninaomba, zidi kuwa nao, walinde ongeze nguvu a, katika jina la Yesu na kuamini Amen. So guys endelee kusimama pamoja tusi stop, let's continue na? Na, na, na, na venye tuko kwa sababu hii hii yote ni tunafanya kwa sababu ya kuinua Mungu na nyinyi mweze kubarikiwa, na pia nyinyi, kitu yoyote mnayopitia, Mungu aweze kufungua, na kitu yoyote, mtu yoyote asijaribu kufunga baraka yao Toka leo hiyo ndio naweza waaji nayo, mwambie Mungu namkuwe na hiyo na tang, tang, tang yako ndio iko na nguvu. Sema leo hakuna mtu atafunga baraka zako hmm, na hakuna mtu atafunga hmm, na tusichoke na mambo ya Mungu, so let's keep on going and keep on moving, na msisahau my number is there. Wenye wanasema shnatukupati namba yangu iko hapo. Wewe text me, WhatsApp me, call me. Nitaongea na wewe wale wako na ndoto nahmraskumbukangi naotaji my number is there. Tutaongea, tutajuliana, tuta hali na nini na nini na nini kila kitu. Msisahau ku follow, subscribe and share and comment. No. na a ring.